Ah. Mimi binafsi yangu nasikitika sana. Nasikitika sana kuondokewa na manaharakati mkubwa barani Afrika. Naweza nikasema ni barani Afrika kabisa. Msiba wa Raila Odinga sio tu kwa Kenya, sio tu kwa Afrika Mashariki lakini hata Afrika nzima. Tunahitaji kumpata mtu jasiri na mwenye moyo wa ushujaa kama Raila Odinga. Nilichojifunza mimi kwa Raila Odinga ni kupambana katika uchaguzi karibu mara tano kwa uchaguzi mkuu, mara tano bila kuchuja. Wengine waga wanapambana uchaguzi wa kwanza, wa pili amechuja Nakuta ameshindwa tena mapambano, anarudi anakuja mwingine, lakini Raila Odinga hakuchuja hata uchaguzi mmoja. Karibu chaguzi zote alikuwa iko quality, na wakati mwingine alikuwa anapanda viwango na anaongeza wafuasi siku hadi siku. Imagine, mpaka sisi huku Tanzania tulifikia hatua ya kumkubali kupita kawaida. Mimi binafsi yangu nilimkubali mno. Mimi jambo moja ambalo naweza nikasema kwa Wakenya ni kwamba poleni sana, poleni sana kwa jamii ya Wakenya wote, poleni sana kwa jamii ya Waluo, poleni sana kwa serikali ya Kenya. Nah, mengine tutazidi kujulishana, lakini mimi tu niishie hapa kwa leo. Kwa kweli binafsi mimi nimesikitika mno. Yaani, imeniuma kweli kweli.